Ache kujifungia ndani, kwa mama wa kisa twendeni tukapambana. Kama mimi ni Halima, niko hapa. Kwa nini wewe ukajifungiwa? Kuna sababu aliposema shehe wetu wa mkoa, mifarakano iishie mlango ule. Na mimi niseme swala la kukaa tumejikumbatia, tutafuti fedha kwa ajili ya familia, iishie mlango ule na ule Leo jiandaeni ndugu zangu, hii ni fursa tuitumie vizuri. Kwanza mheshimiwa Rais wetu atakuja, akija mheshimiwa rais, ni mnajua anakuja na ugeni wa aina gani? Wa kitaifa na kimataifa, wote watalala, wote watakula, wote watatumia vyombo vya usafiri wenge. Kweli naomba ukajipana wito ula wa Waislamu wa Tanzania, makwata mkoa wa Singida unawahitaji Waislamu wote ndani ya mkoa wa Singida, wake kwa waume, vijana kwa wazee, walimu wa madrasa kwa wanafunzi, taasisi mbalimbali za dini zilizo kuwepo ndani ya mkoa wa Singida. Tunahitaji umoja wa Waislamu ya kuhakikisha waislamu mkoa wa Singida, wanakuwa ni wamoja pasina kujani itikadi zao za kimadhehebu. Kwani pamoja na taasisi zote ilaha na wahi Mungu wetu ni mmoja wa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa sallam, wahi.